Assalamu alaikum, mambo zenu. Kwa majina naitwa Rukia Laltia na, Rikia, na karibuni sana katika chaneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza nyama ya sungura pamoja na couscous. Yes jamani, nyama ya sungura hii, jamani, nyama ni tamu, yani inat kama kuku kienyeji. Makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja, tutaanza na pishi letu. Uh, sungura wangu tayari nilikuwa nimeshakwisha nime kumarinate. Nilikuwa nimeweka chumvi, kitungu saumu pamoja na tangawizi, paprika, ndimu kiasi pamoja na pilipili manga, na nikamwacha akamarinate kama dakika thelathini. Kisha utachukua sufuria yako utaweka mafuta ya kiasi, acha mafuta yapate moto vizuri. Akishapata moto vizuri, utaweka sungura wako na utamkaanga aive vizuri mpaka apate rangi nzuri ya golden brown. Hakikisha umefunika ili lile vuke lipate kuingia ndani. Ndo, ndo sungura wako jamani, aive vizuri na apate rangi nzuri kama hii, na sungura wako itakuwa yuko tayari. Tumia sufuria hiyo hiyo tuongeza mafuta tena kiasi na utaweka vitunguu. Jamani vitunguu kwa kila chakula inatakana viwe vingi na nikaweka na viazi ambavyo nimevikata kwa vipande vidogo vidogo na nitavikaanga kiasi dakika tatu mpaka tano. Alafu nitaweka tomato ya mkebe kama vijiko viwili vya vikubwa ambao ni kama kile kikebe kidogo cha tomato ya mkebe. Nitaweka na maji kiasi na wacha pikike kama dakika tatu. Kisha nitaweka sungura wangu ambaye ameiva vizuri nitamweka ndani ya ili rosti langu. Alafu nitaweka na vegetables za kutosha, vegetables ambazo unazopenda mwenyewe, ikiwa ni karoti, ikiwa ni yani, vegetables zote wewe utaweka. Maana huu mwaka jamani, ni mwaka wa kula vizuri na mwaka wa kula healthy. Koroga vizuri na uache stew yako ipikike mpaka kila kitu kitakapoiva vizuri. Huko rasti letu ama mchezo wetu wa sungura ukipikika tutatengeneza couscous. Jamani, ikiwa ni mwanzo wako wa kula couscous basi hii video itakuwa ni ya kwako. Na ikiwa jamani, si mpenzi wa couscous usijilazimishe, utat utatumia tu wali wa kawaida. Utaweka couscous kiasi kama hivyo, utaweka na chumvi kiasi pamoja na curry powder ili kuongeza ladha katika couscous na utaweka na mafuta ya olive oil. Jamani, hatutumii mafuta ya kawaida maana tunataka tuwe health. Mafuta kiasi kama dakika kama vijiko vitatu vya kwa kutumia mkono wako utachanganya vizuri, alafu utaweka maji ya moto, yani maji yayo ya moto kabisa, ufunike kuskusi yako mpaka ijifunike completely kama hivyo. Kisha kwa kutumia cling foil, yani karatasi kama hii ya leloni, utafunika kuskusi yako na uwache pembeni kama dakika 15 mpaka 20. Hizo dakika 15 mpaka 20, ile kuskusi itachukua yani, ita absorb yani, itachukua yale maji, na baada ya dakika 10, yani ni baada ya 15 mpaka 20, kuskusi yako itakuwa iko tayari, na huku rosi letu ama mchuzi wetu wa sungura uko tayari. Mwana viona dakika zetu 15 mpaka 20 zimeshakwisha na umeona yale maji yame yani yamenywea ya katika kuskus. Utachanganya vizuri kuskus yako na chukua sahani yako, utapakua kuskus yako vizuri, alafu utamimina mchuzi wako wa sungura. Jamani, chakula kilikuwa kitamu kitamu sana na lazima mujahir, mujaribu hii recipe ikiwa si mpenzi wa kuskus kama mimi, mimi mimi, hapa hii kuskus ilinishinda. Wacheni niwaambie kweli kuwa healthy nataka galbi, yani nataka moyo. Kuskus ilinishinda nikatumia tu wali, na i hope jamani, mtajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu hii recipe, please njoni katika comment section ili mpate kunijulisha, na msahau ku subscribe ikiwa wewe ni, ni mwanzo wa kuingia katika hii chaneli yangu, na asanteni sana na kwaherini bye-bye.